Dar es Salaam mpo tayari? Kanisa la lango la ufalme limekuandalia kongamano kubwa, yani maombi ya vita. Jumapili yani kesho jumapili ya tarehe 9 na mwezi huu wa tatu, tutakuwa na kongamano kubwa la kumwangusha Dagon. Maanake ufalme wa miungu utaanguka da Dagon kwenye maisha yako. Nafahamu Maisha ya watu hayaendi kwa sababu miungu imesimama. Ziko roho zimesimama kuharibu mfumo wa maisha. Njoo ukutane na muujiza ya Mungu. Tutaimba, tutaomba na Mungu ataachilia nguvu zake. Tawaka. Mtu wa Mungu unayeteswa na nguvu zote za giza, roho zote mbaya na mateso na namna mbalimbali, tunapenda kukaribisha katika ibada yetu hiyo siku ya Jumapili, wakati kwanzia kamili, wa jumapiliwakati umewadia, ni kuanzia saa kamili. Roho Mungu hivyo usipange tatuh, wote mnakaribishwa.